Haya, kwa wale wapenzi wafuatiliaji wa Futari ya Kombo, leo hii tupo katika episode ya 22. Ni episode ya mwisho ambayo tunategemea kuna hitimisho la ile igizo. Kwa sasa tuko sehemu ya kwanza. Sehemu yetu ya kwanza tunaona Bikachala yuko na Shemtoi, wapo katika majadiliano, mara baada ya kusikia kuna mtu alikuwa anagonga nje ya mlango, na inaonekana kwamba yule alikuwa ni mke wa pembeni wa bwana Shemtoi au kidemu kwa hiyo baada ya yule demu wa Bwana Shemtoi kuja kugonga nyumba hiyo, Bikachala akawa anajiuliza ni nani huyu? Nani anayegonga kwa maana mlango wangu una thamani kubwa sana. Eh, na sijawahi kupigwa udhi wa namna kama hii. Lakini mwisho wa siku Bikachala anasema yule ni demu wako. Ni kwa nini kaja hapa? Basi katika malumbano yao, Bikachala akaamua kumfukuza Shemtoi. Mara baada ya kumfukuza Shemtoi, Shemtoi ikabidi aende zake eh, na nyumbani. Naona Bikachala ameweza kubadilika na sasa Naona hali yake imebadilika na, na anaamua kuchukua hatua ya kuweza kumfukuza baada ya kuona Shemtoi ni mtu mwenye mambo mengi na mtu asiye eleweka. Nadhani tumeona wote hali ilivyokuwa kwenye hiyo nyumba na sasa hebu tuangalie sehemu nyingine inayofuata. Tunamuona Bwana Mafuvu yupo na mzee wake. E, wapo wanazungumza nao, wana tofauti zao binafsi kwa maana mzee Mafuvu alikuwa akiendelea kumuingilia katika mambo yake. Mzee wetu huyu, kila anapoenda kuchukua futari au kula futari, basi bwana Mafuvu anaingilia eneo lake na kuweza kumzuia, na licha ya kumzuia, anaona itoshi, anaenda kutangaza kwa mtu kwamba bwana huyu hajafunga na anataka kula futari. Sasa wapo katika hali ya kutokuelewana, wapo katika hali ya kuwekeana biti, yote ni kwa sababu ya kufuatiliana mienendo yao binafsi lakini katika sehemu hii lakini katika sehemu hii tunamwona mzee wetu mwisho wa siku anakuja kuwa mpole, kwa maana anakuja kugundua kwamba yeye ni kweli hajafunga na anakula futari, na jambo ambalo limpendezi Mungu. Kwa hiyo katika sehemu inayofuata tunamwona mzee Kombo anarudi sasa nyumbani kwake, mara baada, sijajua kama Bikachara alimpigia simu lakini tunamwona mzee Kombo katika sehemu hii anarudi kwake, na Bikachala anaweza kuomba msamaha mme wake ili waweze kuendelea na maisha kama kawaida. Bikachala anajutia sana kwa maamuzi aliyochukua hapo awali ya kumleta bwana mdogo Shemtoi eh, lakini mzee wetu bwana Kombo anaamua kusamehe mke wake mara baada ya kugundua mke wake kwamba mke wake eh, ametubu makosa yake na kweli amekosea. Naona wanarudi kuwa kama mwanzo lakini katika sehemu nyingine ya mwisho tunamwona Shemtoi yupo na ndevu mbili pamoja na demu wake, wapo katika hali ya kutokuelewana. Mke wa pembeni wa Shemtoi anamlomo Shemtoi, ni kwa nini umeweza kwenda kuishi kwa ule dada na kuniacha mimi, ni kwa nini? Huyu mwanamke anamuuliza maswali Shemtoi, lakini shemtoi tunaona bado majibu yake hayanyooki, lakini Shimtoi baada ya kumjibu mke wake anamtupia dongo bwana Mandevu, ili kumlaumu ni kwa nini umefanya haya, ni kwa nini umemleta huyu demu. Lakini tunaona bwana Mandevu naye anajitetea, anasema ulikosea sana, unaenda kufuturu wakati hujafunga. Mimi naondoka, wewe unaendelea kuishi pale, unategemea na kuaje? E, na mke wako kanifata mimi, kaniuliza, na hata kama singeniuliza basi mimi ningemfuata, ningemwambia lakini tunaona katika hiyo mwisho wa siku, shemtoi anaomba msamaha kwa mke wake na anaomba msamaha bwana mandevu, ili waweze kurudi upya na maisha yaweze kuendelea. Sijajua kwa upande wa wazazi wake, wazazi wake je, wataweza kumsamehe shemtoi kama kijana wao, au watachukua maamuzi gani? Nini kitakachoendelea? Hebu tusikilize bwana futari ya kombo kama episode itaendelea, basi tutajua jinsi itakavyokuwa. Je, wazazi watamsamehe? Au kama ni mwisho hapa, basi wapenzi watazamaji, tusubiri igizo jingine itakalofuata la Mpemba Comedy, ili tuweze kujua kipi kitakachoendelea. Asanteni sana.